Ujambo mtazamaji wa Mako TV, na karibu shambani. Leo ni tarehe ishirini na tano ya mwezi wa 11 na zimepita siku almost kumi na mbili toka tumaliza operation ya kupanda katika hapa shamba 1 na operesheni inayofuata hapa ni kwa ajili ya kuondoa magugu kwa ajili kama unavyoona hapa, ili kufanya shamba hili liwe safi. Kumbuka magugu ni baadhi ya visumbufu ambavyo vipo shambani, kwa hiyo kama hautakuwa makini na kuviondoa kwa wakati, unaweza ukapoteza productivity, yaani mavuno kwenye shamba lako almost asilimia thelathini. So ndo maana hapa tumeamua kufanya hivi operation kwa kuondoa magugu, na tunatumia mechanical method kwa kutumia jembe la mkono makusudi kare kabisa, kwamba shamba hili wakati linaandaliwa halikuandaliwa katika viwango ambavyo ni bora, yani halikulimwa katika mazingira ambayo ni mazuri zaidi. That's why katika shamba hili, shamba 1 natubidi kutumia mechanical method, lakini hii tunaifanya kwa hatua ya kwanza. Hii ni palizi la kwanza. Hatua inayofuata itatubidi ita, ita, ita tutumie chemical method, yani tutumie herbicide tofauti tofauti, ambazo zitatumika kuondoa haya magugu. Na hapa tulikuwa tumedecide kutumia herbicide moja ambayo inaitwa maguguma. So hiyo ni herbicide ambayo, kama ukiipata, ina work well kwa kwa mahindi na pia inaua majani mengine ambayo sio jamii ya haya mahindi. Kwa ukipata maguguma, ina work very well. Na pia hiyo maguguma tunatarajia kuitumia katika baadhi ya mashamba au nadhani kwenye shamba shamba tu pale a, ni watu wachache tu. Na pia mchakato mwingine ambao tunaofanya leo ni kufanya backfilling. Yaani kwamba ukipanda hapa huaga, sio kama mahindi yote yataota ama mimea yote itaota kwa ufasaha so, hatuwezi tukawa tunaacha hizi empty space ambazo zipo hapa shambani, itatubidi kufanya back feeding, yani turudishie tu kupanda kama unavyoona hapo. Hiyo ni mbegu ambayo nimenunua mbegu nyingine kwa ajili ya kufanyia huo mchakato wa back feeding, na yule ni kijana wangu ambaye anisaidia kufanya kazi hiyo ya back feeding at the same time tunahitaji hivyo ili tunafanya ku, hivi hi ku, back filling au kuja kupandi, kupandikiza mahindi ambayo hayajaota wakati mahindi bado ni madogo, pia ili kuondoa ile nafasi yani kupishana sana. Kwa hiyo inabidi unapofanya backfilling unafanya as fast as possible ili usiwe kuna distinction kubwa kati ya mahindi yale ya mwanzo ambayo yaliota na mahindi mengine ambayo unakuta hayajaota. Kumbuka kwamba haya ili aje kuota inabidi yakae tena siku tano mpaka saba mbele, so inakubidi ufanya kwa haraka zaidi ili kufanya mchakato wa backfilling. So backfilling ni kitendo cha kujaza, kupanda tena, kurudishia mahindi ama mazao ambayo hayajaota ili ile space ambayo zilikuwa zimebaki na plant population ambayo mu project iweze kuwa sawa ile ile ambayo umepangilia kwa heka lako zima ambayo uko na. So this is for today. Na hapa tupo shamba wani ambapo tunafanya mchakato wa kuondoa magugu ama kufanya palizi. So hii ndo mchakato ambao tunafanya oh, weeding, weed control. So sisi tunatumia hapa he, mechanical method, lakini kuna baadhi ya mashamba tunatumia chemical method. Tunataka kutumia magugu na herbicide ama sumu kuua magugu katika shamba letu lingine ambayo inafuata ili kukop na speed, kwa sababu inaweza kutegemea nguvu kazi ambayo tuko nayo hapa itatufirisha. This is it. Hujambo mtazamaji wa Mako TV na karibu. Hapa tupo shamba four. Hapa ni shambani ambapo siku kadhaa za nyuma hapa hivi tulikuja kugundua kwamba kwenye hili shamba kuna wafugaji waga wanakuja, wanapitisha mifugo yao hapa, hasa wafugaji wa ng'ombe hapa. So kiona hapa, tuliamua kwamba lazima tuwatengenezee njia kwamba at least wao wanapita hapa wakiwa wanatokea huko na mifugo yao wanapandisha huko juu, then wakipita hapa hivi, wanaangalia kwa makini ng'ombe zao ili zisije zikaathiri shamba letu. Lakini angalia hapa, hii ni plot ambayo unaiona hii, tulipanda mahindi pia hapa. Lakini pia ukiangalia kwa upande huu wa hapa karibu ya hii njia, tumeacha pia shamba letu. Lakini pia stili hao wafugaji ng'ombe zao zinaweza kupenetrate na kuingia huko shambani kwetu. So imagine seeing this. Hii ni nadhani ndio zile zile changamoto ambazo zinatokea vita wa wafugaji na wakulima kama hizi zinatokea. Imagine kwamba tumeacha protein zima hii hapa kwamba wao wanapitisha mifugo yao Batistini wanapitisha shambani. Na tumejaribu kuambia kwamba at least wakati hata wao miti basi wajaribishe kuzuia ng'ombe zao sije sikwa zinaingia huko shambani. Kwa sababu kiangalia hapa hivi mahindi yetu yameanza kuota huko shambani. You see? Wanapitisha hapo kwenye hii njia yao wakiwa wanapeleka mazao yao huko juu, lakini unaona kinachotokea hapa kwenye hizi feed, ng'ombe wanaingia huko shambani. Mpaka sasa nina wasiwasi kwamba, je, haya mazao haya tayavuna kweli hapa hapa? Haya mahindi I'm not sure kama atakecha hapo ili aje ku grow up, then tuendelee na na na, na, na operation zingine. Hii ni changamoto ambayo inatokea hapa na hii ni vitu ambayo sikutarajia kwamba nitakuja kukutana nayo, kipindi na expect kwamba nitakuja kufanya kilimo hapa. Na ndo yale yale, kwamba muda mwingine ukitaka kukodi hata shamba ujue history kidogo za shambani hapa, kinachotokea kina ni nini hapa. Hiyo mimi sikujua kabisa kwamba hii sehemu kwamba kuna ng'ombe wanapitishwa hapa, kuna wafugaji. Mashamba mengine yote, shamba 1 shamba 2 na shamba 3 zote zile za kule, almost eka zote zile kua kuna, kuna mambo ya ufugaji kwamba wafugaji wanapitisha hapa ng'ombe zao, lakini hapa hii heka moja ya hapa ndio ina changamoto zaidi, kwamba hapa ng'ombe uaga wanapita na wafugaji wanapitisha hapa kwenda huko kwenye kutafuta malisho, kitu ambacho ni challenging kwenye upande wetu kwa hapa.